Ndugu zangu wapendwa, karibu tena kwa mara nyingine kwenye video fupi. Tuendelee kujifunza namna ya kutumia mtandao Bebicode, tukiwa katika kipengele cha kwanza cha kusajili nyimbo zetu, na kipengele ni jiandikishe. Ipo vipengele vitano. Jana tulijifunza namna ya kujaza maboksi kwa kuweka jina la mtumiaji ambayo tuliweka Jackson na barua pepe jacki@gmail.com. Neno la siri naweke jack jack, nailiweke siri eh, ambalo ni kidogo sio rahisi kulivundua ili watu wasivyo wakali kusoma na pata taarifa zako. Sasa hivi naweka tu simple, simple. Kwa sababu ni natoa tu maelezo namna ya kutumia. Na narudia tena neno na asili ya Jack. Ukikosea utaikapoenda mbele utakwambia umekosea, kwa hiyo itabidi urudi nyuma. Eh, fedha Tanzania TZS. Nimaliza, kwa hiyo nabonyeza hapo wasilisha. Aya, kisha bonyeza wasilisha. Hapo nakuja kwenye ukurasa mwingine. Sasa tunaingia kwenye ukurasa wa pili wa maelezo, jina la kwanza. Kwa hiyo jina la kwanza mimi ni Jackson. Jina la pili Eh, beni seme ni beni. Haya, kwaya mwimbaji, kama mwimbaji binafsi ni Jackson, hiyo naandika Jackson. Aha, anani yamta seme niko Ubungo bungoha jiji Dar es Salaam, Dar es Salaam jiji mpoa, ndio Dar es Salaam tena nchi naonyesha hapo, unachagua, unachagua nchi Tanzania. Kwa Tanzania yanyee, kuna nchi zote hapa duniani, kwa hiyo unachagua huko nchi gani, kwa sababu ni world wide, maana yake ya kimataifa. Posta kama zipo naweka labda tuseme kumi kumi kama azipo, unaachana nazo. Namba ya simu na yenyewe unaweka namba ya simu. Zaidi zaidi kama una yas yes. mpaka sasa hivi ndo inatumika. Kwa hiyo unaweza ukaweka yoyote, lakini kwenye mambo ya malipo zaidi zaidi tutatumia hiyo yas yes. kwa hiyo naweka yoyote tu uh, Jani weke faksi nawachana nayo, nasikisha maliza hapa. Hii hatua itakuwa imeisha, utabonyeza wasilisha, naenda kwenye ukurasa mwingine, na kwa leo tunaishia hapo. E, ukurasa mwingine, hiyo itakuwa video nyingine fupi. Asante na karibuni tena, twende kujifunza.